Nikukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu katika mwendelezo wa habari kuhusiana na sakata la kesi za mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu, na muda huu mezani tunazo pongezi za dhati kabisa kwenda kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya Tundu Antipas Lissu kufikishwa mahakamani. Leo tarehe 19 mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025, kitendo cha Tundu Antipas Lissu kuletwa mahakamani baada ya mivutano ya muda mrefu baina ya serikali na upande wa utetezi juu ya usikilizwaji wa kesi zake kusikilizwa kwa njia ya mtandao ama sehemu ya wazi kimewafanya walio wengi ndani na nje ya Tanzania kumpongeza kwa dhati kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa sana Mama Samia Suluhu Hassan huku akisema kwamba anaendeleza na kuishi falsafa yake ya 4R aliyoianzisha tangu aingie madarakani mwaka wa 2021, kwa sababu rais Samia ndiye mkuu wa jamhuri na kesi ni kati ya jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Hiki kilichofanyika leo mahakamani kitabaki katika kitabu cha kumbukumbu kumbu nchini. Weka itikadi yako pembeni, hebu onyesha upendo kwa rais Samia kwa kulaiki video hii kwa wingi na kushare habari hii ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi, nao pia wapate kuona jambo hili la kihistoria lililofanyika siku ya leo mahakamani, katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Ni rasmi, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu amefikishwa mahakamani na mahakama imeamuru awe analetwa mahakamani ili kesi yake isikilizwe kwa njia ya wazi. Leo pia kesi ya Tundu Lissu imeendeshwa kwa uwazi kabisa huku ikiruka live kabisa kwenye vyombo vya habari, jinsi ambavyo mnyukano wa kisheria ulivyokuwa ukiendelea. Ni jambo ambalo kwanza huko zamani halikuwahi kuwepo, lakini chini ya utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan limewezekana kabisa bila shida. Kwa hili, Rais Samia anastahili pongezi za dhati kabisa. Anaonyesha ni jinsi gani anavyojitahidi kufanya mabadiliko. Anaonyesha ni jinsi gani alivyo mstahimilivu. Anaonyesha ni jinsi gani anavyojenga upya na kufanya maridhiano. Ni kukumbusha kuwa leo hii vyama pinzani vimepewa uhuru wa asilimia mia moja kwa ajili ya kuendesha shughuli zao bila kufungiwa, tofauti na huko zamani, wanafanya mikutano mikubwa na kadhalika. Hakika Rais Samia anaendelea kujitahidi kuitendea haki nafasi yake. Moja kwa moja kutoka kwenye viunga vya mahakama ya akimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam siku ya leo Jumatatu Mei 19 mwaka huu wa 2025,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 Jumatatu Mei 19 mwaka huu wa 2025 amesomewa rasmi maelezo ya awali yani PH kuhusiana na makosa matatu ya uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Akisoma makosa hayo mbele ya wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Isa, amesema kosa la kwanza, mtuhumiwa anadaiwa kutamka kwamba wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka wa 2024 rais, aliwatuma wasimamizi wa uchaguzi kuengua wagombea wa upinzani. Kuhusu kosa hilo, Lissu ambaye ni mkazi wa Tegeta jijini Dar es Salaam ameieleza mahakama kuwa hakubaliani na kosa hilo. Hata hivyo, amesema TAMISEMI ambayo ndiyo ilikuwa inasimamia uchaguzi huo iko chini ya ofisi ya rais, waziri mwenye dhamana ni mkwe wake, lakini pia wakurugenzi wa halmashauri na wasimamizi wengine wa uchaguzi ni wateule wa rais au wanafanya kazi chini ya ofisi ya, ya rais. Imeelezwa, kosa la pili ni mtuhumiwa wa kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube ya Jambo TV akieleza kuwa mapolisi wa nchi hii ni CCM na wamekuwa wakibeba vibegi vya kura feki ili kuisaidia CCM kwenye uchaguzi, ambapo akijibu kuhusu hilo, Tundu Antipas Lissu amesema yeye hajawahi kuchapisha taarifa yoyote kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube, lakini amesema ushahidi wa kwamba polisi wa nchi hii wanatumika kuisaidia CCM upo wa kutosha. Kosa lingine lililosomwa mahakamani hapo ni kwamba Lissu anadaiwa kusema kuwa majaji wote ni maCCM na kwamba wamekuwa wakijipendekeza kwa rais ili wapate promotion za uteuzi. Akijibu kuhusu hilo, Lissu amekataa kutenda kosa hilo, lakini amesema hata hivyo, upo ushahidi unaoonyesha watu mashuhuri nchini wakitoa kauli kama hizo, ikiwepo ripoti ya rasimu ya Warioba hivyo hata kama yeye alisema haliwezi kuwa kosa la jinai katika mambo tisa aliyo, katika mambo tisa aliyosomewa mahakamani hapo, Tundu Antipas Lissu amekubali maelezo ya jambo moja pekee linalohusu jina lake cheo chake na anakoishi lakini mengine yote amekataa, ambapo miongoni mwa alilokataa ni madai ya kwamba aliitisha mkutano Aprili 3 mwaka huu wa 2025 na kuzungumza mambo hayo. Katika hatua nyingine, Tundu Antipas Lissu ameieleza mahakama kuwa miongoni mwa jambo ambalo halijaelezwa kwenye hati ya mashtaka aliyosomewa ni pamoja na kwamba alikamatwa kinyume na taratibu Mbinga mkoani Ruvuma, akasafirishwa hadi Dar es Salaam, kulazwa kituo cha polisi cha kati na baadaye kufikishwa mahakamani. Kwa ujumla, jamhuri inatarajiwa kuwa na mawakili 15 na vielelezo tisa na shauri hilo litaendelea tena Juni 2 mwaka huu wa 2025. hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi nawe pia uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na sakata la kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Juu ya habari hii, wewe ni upi mtazamo